Vumbi la damu, mtunzi ni Andrew Selano na hii ni sehemu ya kwanza. Nilikuwa nimelala nusu usingizi niliposikia mlio wa simu ukilia kwa ghafla sana, na saa ilikuwa ni saa tisa usiku. Hakika sikutarajia kupokea simu ya mtu yoyote ule, isipokuwa nilihisi simu hii itakuwa ni habari mbaya Nilichukua simu na niliangalia, jina lilionekana ni Inspector Zuberi. Nilipokea. "Nashukuru Mungu umeipokea," alizungumza kwa sauti ya dharura. "Tuna mauaji Kalume Street, nyuma ya duka la vifaa vya ujenzi. Tunahitaji msaada wako Haruni." Ah, niliamka kitandani haraka nikivaa suruali ya jinsi na koti langu jeusi la ngozi. Harufu ya usiku wa Dar es Salaam ilikuwa ya joto na jasho. Nilijua kazi yangu inaanza tena, kazi ya kuchunguza kile watu wengine huogopa hata kukitaja. Nilipofika maeneo ya tukio kulikuwa na magari ya polisi, taa za bluu zikimulikamulika mulika mitaa ya vumbi, pamoja na jeneza la plastiki lililokuwa limetandikwa chini, na karibu kulikuwa na mwili wa mwanamke mmoja uliolazwa kifudifudi, damu ikitengeneza mviringo mwekundu kwenye mchanga. Huyu ni mali ya mwathumani Inspekta Zubeli alisema huku akivuta sigala kwa wasiwasi. Aliishi kijiji cha Kipala, lakini alikuja mjini juzi tu. Hatuna taarifa nyingi kuhusu sababu ya kifo chake. Nilipiga magoti karibu na mwili, nikitazama alama kwenye shingo yake. Kulikuwa na alama nyekundu kama za kamba na alama ya pete kwenye kidole chake cha shahada. Baada ya hayo, nilijua haya si mauaji ya kawaida. Alikuwa anajaribu kukimbia mtu wake wa karibu, nilinong'ona, na aliyeua hakuwa mgeni kwake. Zubeli alimtazama kwa, kwa macho ya mshangao. Unajuaje hayo? Nikainuka polepole nikafuta mikono yangu kwenye suruali. Ni kazi yangu kujua mambo ambayo wengine hawawezi kuyaona. Siku iliyofuata ilikuwa tayari nimeanza kuchambua kila kitu kuhusu mali ya Mathumani. Faili lake kutoka kituo cha polisi lilikuwa na kurasa mbili tu, maelezo duni ya mtu ambaye dunia ilimtazama kama mtu wa kawaida, lakini mimi nilijua hakuna mtu aliyekufa kwa namna ile bila kuwa na kivuli cha hatari nyuma yake. Niliamua kuanza safari ya kwenda kijijini, kijiji ambacho kiliitwa Kipala, mahali alikozaliwa Mariam. Kijiji hicho kilikuwa umbali wa saa nne kwa basi kutoka mjini, pembeni ya milima ya Uluguru. Barabara zilijaa mashimo na hewa ya kijiji ilikuwa safi sana, tofauti kabisa na jiji la joto, yaani jiji la Dar es Salaam. Nilipofika, nilienda moja kwa moja kwa mzee wa kijiji, Mzee Malunda, ambaye alijulikana kwa kufahamu historia za familia nyingi za pale kijijini. Nilifika nikamsalimia na kumuuliza kama anamfahamu Mariam. Mariam? aliuliza kwa mshangao, macho yake yakimtazama mbali. Yule bibi wa bidaya alihamia mjini baada ya tukio lile. Nilimsogelea kwa shahuku, tukio gani? Mzee alisita kwa muda, kisha akahema kwa kina. Miaka mitano iliyopita, kaka yake Mariam ambaye aliitwa Saidi alikuta amefariki polini. Watu walisema aliuawa na wanyama, lakini wengine walishuku kuwa ni jambo la kishetani. Tangu hapo Mariam hakuwahi kuwa mtu yule yule tena. Niliandika kwenye daftari maelezo haya halaka halaka. Nilihisi wazi kuwa kifo cha kaka yake kina uhusiano na kifo chake sasa, na mtu aliyemuua alijua silaha hizi za kale. Nilipokuwa naondoka nyumbani kwa mzee Malunda nilikutana na msichana mdogo. Kwa kukadilia, alikuwa na umri wa miaka kama kumi na mbili, akimtazama kwa macho yenye hofu. Niliwaona usiku ule, alinambia kwa sauti ya chini, kana kwamba alikuwa anaogopa kuadhibiwa. Maliam alimwambia mtu asimfuate, lakini mtu huyo hakusikia. Nilisimama. uliwaona wapi? Niliwaona kwenye mti mkubwa karibu na kaburi la Saidi. Nilijua hilo ndio eneo lijalo, na nilihisi kabisa siri kubwa ilikuwa imejificha huko. Basi usiku ulipoingia, anga ilijaa mawingu meusi yaliyofunika mwanga wa mwezi. Nilikuwa nimesimama mbele ya kaburi la Saidi, kaka yake na Mariam Licha ya ukimya wa usiku, hewa ilikuwa nzito, kana kwamba anga ilijua kuna jambo linakaribia kufichuliwa. Mti mkubwa wa mninga uliotajwa na yule msichana ulisimama kama mlinzi juu ya kaburi hilo. Majani yake yalitingishwa na upepo kwa sauti ya kunong'ona, kama mzimu aliyejaribu kusema kitu kwa siri. Nilipiga hatua za polepole, nikapiga magoti mbele ya kaburi. Hapo ndipo niliona kitu kilichonishtua alama za nyayo mpya juu ya udongo, na sehemu moja ya udongo ilikuwa kama imechimbuliwa kisha kufunikwa. Nilichimba kwa tahadhari kwa kutumia kisu changu cha mfukoni. Dakika chache baadaye niligusa kitu kigumu, kasha la mbao dogo limefungwa kwa kamba nyekundu na jani la mganga. Nilifungua kwa tahadhari na humo ndani kulikuwa na kipande cha picha ya Maliam akiwa mdogo imepasuliwa kwa upande mbili, sanduku dogo la shaba lenye mchanga mwekundu, kipande cha karatasi kilichoandikwa kwa wino mweusi: damu ulipa damu haki haitasahulika. Nilihisi mgongo wangu ukitetemeka. Hii haikuwa tu kesi ya mauaji ya kawaida, ilikuwa kisasi kilichopikwa kwa miaka mingi, na sasa kilikuwa kinavuna wahusika wake moja baada ya mwingine. <sighs> Nilirudi gesti niliyofikia kijijini nikiwa na mawazo mazito, lakini usiku huo usingizi au kunijia. Saa sita usiku nilisikia mlio wa kitu kilichogonga dirishani kwangu nilifungua kwa tahadhari. Nilipofungua dirisha kwa haraka, hakukuwa na mtu, lakini kwenye sakafu palikuwa na karatasi iliyofungwa kwa sindano. Nilifungua kwa, kwa tahadhari. Ilikuwa na maandishi yale yale ya wino mweusi: acha kuchimba kaburi linalochotwa na mchimbaji wake. Asubuhi yake baada ya usiku wa vitisho na ujumbe usioeleweka, nilijua lazima nimtafute mtu anayeweza kunisaidia kuelewa kile kinachoendelea, mtu wa dunia ya pili ambaye hana hofu kuangalia yale yasiyoonekana na wanadamu wa kawaida. Nilifuatilia taarifa kutoka kwa wenyeji hadi nilipomfikia mganga Sefu, mtu aliyekuwa akiishi pembezoni mwa kijiji karibu na mto uliojaa miti mikubwa na nyoka wa majini. Nyumba yake ilikuwa ya udongo mwekundu iliyopakwa na alama za kina, alama za kiganga na vielelezo vya tambiko. Mlango ulifunguliwa kabla sijagonga. Nilikutarajia alisema kwa sauti ya kutetemesha moyo, macho yake meusi yakiwa kama visima visivyo na mwisho. Umekwisha ingia kwenye kivuli cha kisasi, Haruni. Nilikaa kimya nikimsikiliza. Aliinua kiganja chake, akiniomba nitoe kitu. Nilimpa kasha la mbao nililokiokota kabulini. Aliweka juu ya meza, akachoma uvumba wa manjano na mala, mazingira yakabadilika. Baridi kale ilizidi, taa ikawa fifu, na macho yake yakabadilika rangi kuwa kijani cha giza. mali ya mwakufa tu alivunja kiapo, alimsaliti mtu ambaye alimhifadhi, alisema. na mtu huyo si binadamu peke yake, ni mla nafsi. Ilimwangalia kwa mshangao. mla nafsi? kama wachawi? yeye ni zaidi ya wachawi, ni waliolaaniwa kula maisha wengine, ili kuendelea kuishi. Mariamu alikimbia baada ya kugundua siri hiyo, alijaribu kutoa ushahidi. Sasa anayewaua ni mmoja wao, aliyekuwa rafiki wa familia, na sasa anasafisha njia kwa damu. Nilihema kwa kina, ni nani huyo? Alitikisa kichwa, ishara ya kukataa. Majina yasemwi, lakini yuko mjini sasa na kama utaacha orodha yako ya marafiki itapungua kabla ya jua kutua. Nilinyamaza kwa muda, akili yangu ikijaribu kuchakata yote. Nikiwa narudi gesti, nilipokea ujumbe mpya kwenye simu kutoka kwa namba isiyojulikana: leo usiku utamwona lakini utamsahau. Na kwa leo tuishie hapa katika sehemu hii ya kwanza, nitakuletea sehemu ya pili hivi punde. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata maendelezo wa simulizi mbalimbali. Asante.